Wenyeji wa mchezo huu ni machampion wa Eswatini msimu uliomalizika, wakiwakilishwa na manaudha wao Pantev akitazama saa yake. Mwamuzi na filimbi tayari imekwisha sikika, akianzisha mchezo. Aanzishwa mpira ambao unapigwa mrefu, unatolewa nje. Haya, kwenye nafasi eli mpanzu, eli kibisawala anaingiza mpira ndani kwenye nafasi selajaza mpira lakini anakamata mlinda kamata mlango. Meneja jaribu kutoa maelekezo kwa wachezaji wake na namna gani wanapaswa kucheza, wengine anahitaji kuona kuna utulivu, utulivu zaidi malizika sisi za kumala upitishe ule mpira kwenye nafasi, anajaribu ule mpira, bao nakwenda juu. Joel Madondo Ayanda Machawe Galela, jaribio lake linapita juu kabisa ya lango. Mpanzu anampunguza mtu eli. Mpanzu anaingia tena, naambiwa no, hakuna chochote kimetokea kwake. Anaingiza ule mpira mzito, lakini kwenda kupokelewa vyema kabisa. Anaingiza pas, chin, pasi nyingine chini chini, kwenye pasi ile mpira ambao anakwenda nje ambao ulipitishwa kwenye nafasi ule kaletwa, lakini ukashindwa kutumiwa vyema na tume lile. Mafuso imefika pembeni kwa Shomari Kapombe, inaingizwa pasi ndani kwa Neo Maema. Maema, Maema! Goal kick, pasi ile nzuri sana, akatwist akataa Neo Maema lakini anapewa tena ule mpira ya Shomari Kapombe milana kenda kugusa nadua, ni foul imechezwa kwa Shomari Kapombe. Ni Mahema kwenda kuzungusha ule mpira ndani, maondoshwa narejeshwa vile vile ambao anakwenda nje mbiwa, mpira umeguswa, anakwenda kwa kona, washabiki wakiimba kona goli, kona goli, kona, kona, kona, kona, kona! Subiri kuone kama inaweza kutokea imeanzishwa kona fupi kwa Joshua Mutale kuzungusha cross, mpira monakwenda tena nje, kona nyingine kenda kuzungusha le mpira juu moja kwa moja, gonga kichwa kile, Simba wachekeshi. Kona nzuri sana niyo, maema alikwenda juu mlinzi, wakati nyota wa zamani wa JKT Wilson Nanungu anafungua kaunti yake ya mabao kwenye kikosi cha Simba dakika za mwisho kabisa kipindi cha kwanza, anawapa bao la kuongoza moja. Wilson Nanungu akiwatanguliza Simba. Jina langu ni Ayubu Hinjo, tukutane kipindi cha pili. Jezi namba 3 Jonathan Soa, Simba mweusi, Nsingizini Ospa amekwisha anzisha mpira kwa dakika 45 zingine. Aya, Simba nyingine, Joshua Mutale anautoa mpira kwa nje, anaingiza. Na nakwenda nje na kwa kona, Anthony Mligo kwa na jukumu la kwenda kurusha mpira Dimitar Pantev Demani from Bulgaria, tayari anatazama kikosi chake ambacho kiko mbele kwa bao moja. Inapitishwa pasi kwa Shomari Kapombe, pasi ya ndani, Shomari Kapombe kwa nafasi, mpira ambao unapita ule, unatoka nje. Kwenye mipira kama hii, tazama ambapo alizungusha ule mpira Jean Chelawa dofria ninedo anakwenda kuchukua nafasi ya Joel Madondo, lakini pia naonekana kwa tofauti kwa kile ambacho kimeonekana kwenye kibao saya kufanya mabadiliko yale wengine akirudi accompagna... <totipati> <totipati> kisha watafanya lakini amekwenda nje. Mavuso amekwenda kuzungusha ile mpira juu, ambayo imechezwa fao, mpira ambao ulipelekwa ndani, lakini kaonekana imechezwa fao. Jashalawa anakwenda nje

tambaliza mpira ambao anapita kwa Shomari Kapombe. Show me the way so, uh, Jonathan, anam, soa Jonathan, anapita tena soa, Jonathan, Kibu Denis, Kibu Denis Prosper anazika hai matumaini ya Nsingizini. Jonathan sowa akapika na kuweza kuweka pasi ya upendo kwa Kibu Denis Prosper, twist and turn kadondosha bega la kushoto, akageuka na bega la kulia. Kibu Denis Prosper! Kibu ni bao lake la kwanza msimu huu. Pasi ya kisigino, pasi ya kisigwato, pasi ile imepigwa kwa kikanyagio na kuweza kumkuta Kibu Denis Prosper. mashabiki wanaonekana kuwa katika wimbi la furaha. Uwepo wao pengine umechangia zaidi, kwa mashabiki, ujazo wa mpira mwingi ndani. Uko unaguswa kwa kichwa, anapambana kutoka nafasi pia, manawafanya vyema kabisa. Yakub Suleiman kuweza kucheza ule mpira na kuwakona, fanya kazi nzuri sana Yakub Suleiman kuweza kucheza ule mpira ni mpira moja kwa moja unapigwa ndani, unakwenda kushambulia lakini wanaokoa wao wenyewe. Haya, Sizwe Kumalo imo kwenye njia bado ya Simba. Mashabiki wa kiskiko akiimba bado, moja Yusuf Kagoma Nabi kwenye nafasi ya Morris Abraham, anamwacha mtu chini, anapiga mpira kwenye nafasi tena. Kibu, Kibu, Kibu Denis alikanja na mabao yake mawili. Kibu Denis Prosper anazidi kutanua wigo na kuweka hai matumaini ya Wekundu wa Msimbazi Simba na unguruma Somlolo Lolo National Stadium. Kibu Denis Prosper, kazi nzuri ya Moris Abrahamu. Chozi halionekani kuwa na furaha, ni chozi linaloumiza moyo kwa shabiki huyu wa Nzigizini Hotspars. Haamini hiki ambacho anakiona, kila akifikiria ya timu yake ni lini iliruhusu bao la tatu ama idadi ya mabao kwenye neti zao machampion wa Eswatini. yeah, walilotaka mashabiki wamelipata. Je, yeah, kuna kingine wanakihitaji kwa sasa? Pengine wanaweza kuomba na wakapatiwa. Ni full time, machampion wa Eswatini wanalala.